Leo ninawaletea kitu ambacho nataka tujifunze kwa pamoja. Leo nataka kuzungumza na wazazi ama walezi ambao wanatoka nyumbani asubuhi na kwenda kwenye mishughuliko na kuwaacha watoto, namna ambavyo tunaweza tukazingatia vitu vichache sana kwa ajili ya kuwalea na kuwakuza watoto wetu katika makuzi yaliyo bora. Kitu kimoja cha muhimu sana natamani wazazi ama walezi tukiangalie ni jinsi ambavyo tunazungumza na watoto wetu nyumbani. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tunapaswa kuwa nacho makini ni kutoa ahadi na kuzitimiliza. Unapotoka nyumbani asubuhi, unapoongea na mtoto au unapoagana na mtoto, usiweke ahadi ambayo jioni utakaporudi utakuwa haujaitimiliza. Kitendo kile kinavunja uaminifu kwa mtoto, kinavunja aa, upendo kwa mtoto, japo unaweza ukaona ni kitu kidogo, lakini kinaondoa bondi kati ya wewe mzazi na mtoto. Kwa hiyo, mtoto kwa hiyo mtoto anakuona kwamba wewe si mtu salama sana kwake kwa kumtimizia haja za moyo wake. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni hatari sana kwa mzazi ama mlezi kuahidi hata kama unaona wewe kwako kwa ni kitu kidogo, kwamba naondoka nikirudi nitakuletea pipi, nitakuletea biskuti, nitakuletea basketi, nitakuletea nini. Na jioni napofika, unarudi unakuwa umechoka, mtoto anakukumbusha kwamba uliniahidi, baba, utaniletea pipi, uliniahidi, mama, utaniletea biskuti, chokoleti. Baada ya hapo, wewe unakuwa umekasirika kabisa, na kumweleza kwamba toka hapa, mimi nimechoka na moja mbili tatu. Kwa wakati ule, kwa mzazi unaweza ukawa hujajua nini ulichotengeneza ndani ya moyo wa mtoto, au ni athari gani ambayo umeingiza ndani ya mtoto yule mtoto yule kwa kuwa ni mdogo hata kuonyesha kitu chochote, na kwa sababu watoto, jinsi walivyoumbwa, ni wepesi wa kusahau, ni wepesi wa kuachilia, lakini neno lile linakuwa na nafasi ndani ya moyo wake, na anapoendelea kukua, kuna kitu kinajengeka ndani ya moyo wake kwamba mzazi wangu sio mkweli, au mzazi wangu sio mwaminifu, sio mtu wa kumwamini, wala sio mtu wa kumtegemea athari zake ni kubwa sana. Mtoto anapokuwa unapotaka kufanya ushirikiano naye, unapotaka akuelewe, unapotaka kuelekezana naye jambo, unajikuta kwamba kila unapoongea naye mtoto hivi, anafanya kingine, ana unaongea hivi, anafanya kingine, pasipo kujua kwamba tabia ile ni wewe mzazi ndio uliyeijenga na kuitengeneza pindi mtoto yule anapokuwa mdogo chao